Mama wanaopinga wanafanana na sisimizi, tatizo la sisimizi, ukimweka kwenye kifuu cha nazi kilichojaa maji anadhani ni bahari. Ndio upuuzi wao hapa. Lakini tuweke utu mbele. Akapandisha mishahara juzi, wafanyakazi wote nchi hii, mna sababu za kwenda kumpa kura Rais Samia tarehe 29. Ukiacha kuwapandisha mishahara walikuta tunahangaika na wafanyakazi hewa, bieti feki, kwa hiyo madaraja yakaacha kupanda. Mheshimiwa mgombea, juzi nilikutana na askari mmoja wa kike, nikamuuliza kwenu huko mnamsemaje mgombea wetu? Akasema, Nape mimi ninge stafu maskini kama sio huyu mama, amepandisha madaraja leo na stafu kwa heshima. Akaniambia sisi askari tutamwaga kura za kutosha. Mungu ana oye utu oye. Mheshimiwa Rais, wanaopiga kelele mtandaoni sio wajumbe wa vikao vyetu, hawajui juu yaliyokuwa yakiendelea, ni wapuuzi wa kupuuzwa hawa. Ndio wapiga kura wako, tunakuombea kila laheri. Wanaokupenda ni wengi kuliko wanaokuchukia, wanaokusemea mema ni wengi kuliko wanaokusemea mabaya, na sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Biashara imeisha mama. Kaza buti twende mbele asanteni sana